Imefungwa Kiislamu, Kikristo na kiasili. Hii ni ndoa ya Jux. Katika awamu nyingine ya ndoa ya Jux na Priscilla iliyofanyika wikendi iliyopita jijini Lagos, Nigeria, kumeibuka utata mzito. Mjadala umekuwa mkubwa baada ya ndoa hiyo kufungishwa kwa mara nyingine tena na safari hii imefungwa kanisani na mchungaji wa kanisa la Trinity House, Ituah Ighodalo. Jux ambaye ni Muislamu amewashangaza wabongo, kwani awali ndoa hiyo ilifungwa Kiislam jijini Dar es Salaam na Priscilla alibadili jina na kuitwa Hadiza. Walipotoka bongo na kudondokea nchini Nigeria, pia ndoa hiyo ilifungwa kiasili kabla ya kufungwa kanisani Kikristo. Akizungumzia ndoa hiyo baada ya kuifunga, Mchungaji alisema uamuzi bora ambao mtu anaweza kuchukua maishani ni kumwoa mwanamke mwema au kuolewa na mwanaume mwema, na kusema kusudi la ndoa ni kusaidia kutimiza kusudi la Mungu katika maisha yenu. Akamgeukea Jux na kumwambia, utakuwa ni mtu mkubwa, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Priscilla atakuwa ni first lady. Huo ulikuwa ni utani, lakini mwisho wa siku akamwomba, ukiwa rais usinisahau, yani usisahau ni nani aliyekupa unabii huo. It's some kind of joke na burudani za hapa na pale. Katika hali ya upendo, mchungaji alimtaka Jux kuonesha upendo wake hadharani ambapo Jux alimsogelea Priscilla na kumwambia nakupenda sana, akarudia maneno hayo kwa msisitizo baada ya mchungaji kumtaka arudie maneno hayo kwa mara ya pili. Mchungaji pia alimtaka Jux kusema nakupenda kwa Kiyoruba, watu mbavu hawana ukumbi mzima. Mchungaji alimaliza kwa kusema kwamba utakuwa mwanaume mkubwa na yeye atakuwa mwanamke mkubwa, mtakuwa na watoto wazuri na mtasaidiana kuwalea kwa upendo, katika jina la Yesu Kristo. Ibada ilikuwa ni ya moto sana, kwani ilihudhuriwa na watu tofauti tofauti na celebrities tofauti tofauti kutoka kona zote za Afrika. Hapa sasa, anambia maoni yako kwenye uwanja wa comment. Ndoa hii imefungwa Kiislamu, Kikristo na kimila. Maoni yako ni yapi katika hili? Mimi ni crush dadako.